Huyu kijana niliongea naye in a very polite way, lakini akata kunisikiza. Sasa wacha ang'ang'ane na hali yake. Kwanza nataka ajikune mpaka ataka atoe ngozi kabisa.

mtu ile simu na nimepata, una mtoto wangu anatembea hapa na magoti, nimekupigia simu kwa sanduku pesa imefika

Mtoto wangu amelala hapa chini. Sasa wewe, wewe, nini inaendelea huku? Toa pesa so so uji. Mama, njoo, njoo uji chochote kinaendelea? Daktari hawezi wa mtu. Wewe ndio unajua daktari hawezi wa mtu. Wewe daktari hawezi wa mtu. So hata ukisema mu aiwezekani.

Mtoto wako na kula pesa zangu. Mimi nimeenda. Sasa unasema ni ni sasa unasema eti ni mtoto wako. Huyu, huyu. Mkubwa huyu. Si brother yangu mgani huyu na mtumia pesa out? Au marafiki zake useless wala apeleke wasichana. nilikuwa nimeenda huko kutafuta pesa yangu. Nipatie basi pesa yangu, na mtoto wako. Karibu kwa wazee, hapa hapa. Mimi Mimi tuachane na mtoto wako sasa mama, mama, mama ebu keti hapa tuweze kuzungumza because tuke chini tuongee kumteana mnaiooauni mereahivi na Mungu na shida Mungu amekukuka ukaenda ukapata pesa u ni damu yenu Damu yangu mkoto wako nani

Nimesuka kabisa. Unajua hii tabia za za vijana wadogo kuanza kukula hela mpaka za dada zake habari yes, yako Mzuri sana sana ndio mama ya watoto mimi ndio mama ya hao watoto mm. na mm. ripoti yako nimeisikia sana na wakati nimesikia ripoti yako najiuliza sijaiona mzazi ambaye anapagua wazazi wake watoto wake namna hiyo sababu nasikia kwamba hata watoto jana wamepigana lakini wao bado nasapoti hikijana kwani Uh, ina maana kwamba huu um, msichana kama si mtoto wako, unasema tu si mtoto wako. Kwa nini unaweka watoto wenye unaweka kwenye eh, hali tofauti kama hiyo? Hapana, kama mzazi, hakuna vile naweza bagua watoto wangu. Ni watoto wangu, ni wangu. Mimi nimeambiwa sana sababu mtoto um, huu si mtoto mdogo, na wakati amekuja kunielezea mambo ya familia, hata mi nimeshtuka na kumuuliza kweli, huyo ni mama yako mzazi? Akanaambia ndio. Na mama yako, ni mamangu mzazi. Na inakuaje, sababu wewe unajua vizuri kwamba huyu msichana alienda inje kutafuta hali yake ya kimapato na wakati amerudi alikuwa anatumia anga ukaka yake mkubwa hela, na wakati amekuja kuuliza hela zake, wewe badala ya kusupport na kujua pesa za mtoto ziko wapi, wewe una support kijana. Ina maana kwamba unajua mahali pesa za msichana ziko ama namna gani? Hapana, sijajua, ni ile tu kuangalia ukijana wangu fastball Si si si unajua unajua firstborn kwa boma. Kama ni firstborn mm. wa nyuma Mane, siyo, mtoto, ni Mimini, nini, mtoto, mtoto, ni huyo wako. Mimi Mimi Mimi mtoto ni mtoto, jue ni firstborn. Mimi ni nini? Ndio. Anafaa kuangalia yule sister yake. Sasa, mama, unajua daktari hujajibu swali la daktari. Daktari anakuuliza kitu kizuri sana. Wewe mwenyewe unasema firstborn. So firstborn amdhulumu mtoto wake mdogo kwa sababu yeye ni firstborn. Hapana, si maanishi hivyo. Yeah. Si maanishi hivyo. Yeah. Na daktari I think amepewa story na msichana side moja no, na we mwenyewe mama, nimesikia ukiwa hata mm. huyu kuchapa. We mwenyewe instead ya kufanya kitu kizuri unaanza ku, ku, kuanza kumtetea bado huyu kijana hapa, nao ni watoto wangu wazuri, nawapenda. Bado anamtetea, ni mtoto mzuri, ni yani mtoto mzuri wapi? Si anipatie ya ya pesa yangu? Nilienda huko nikatesekezo miaka zote, huyu nikitumtumia pesa nakuja hakuna, amepiga yote sherehe nao marafiki zake useless, hakuna kitu analeta huyu, ni hasara tu. Ah, pesa ya msichana iko wapi? Sababu kulingana venye unasungumza na kulingana venye nimepatiwa ripoti yako, inamaanisha kwamba unajua mahali pesa ya mtoto hizi ziko. Na ndio maana sasa, sasa mama sema ukweli. Sema ukweli sababu ni kitu najua wewe unajua mahali pesa za msihana ziko si? Yes. ni kwa sababu hiyo haijatoka kwa mdomo niko yangu sasa ya. Sema ukweli nikikuambia sema ukweli, sema ukweli ukisema, hata kama kijana angesema ukweli mara kwa kwa iye, ya kwanza angekuwa sehemu aliko saa hii lakini ni kwa ajili ya yahiye mambo yake yakonakona kona, na kuwa mvalent kwa dada yake mdogo kwa sababu anaitisha hela, sasa kwa sababu anajua pesa haziko, sasa anaamua kuwa mvalent, sababu ndio asidaiwe pesa. Lakini mimi kitu ambacho nahitaji, huyu ni mtoto mdogo, alienda kutafuta mambo yake ya kimaisha, na amekuja amesema kwamba nimeweka saving yangu kidogo, nikifika nyumbani ndenda niweke kibanda yangu amboga pale, niweke niuze nguo zangu mbili, ndio maisha yaweze kusonga mbele, sababu vijana wa sahii eh, hawataki kuoa lakini ukiona mtoto kama ameenda kujitafutia, najua kwamba maisha ni ngumu na anataka kuwafaa, kujipanga kama mzazi. Mm. Ndio, siku zingine atakuwa mzazi. Sasa, mama, sasa nataka, nataka uniambie ukweli. Dennis, kuna pesa ulitumiwa na dada yako? Wacha kumuuliza. Kama kuna pesa alitumiwa, sababu najua alitumiwa. Wacha kuuliza. Unakuwa mwongo mama. Wacha kuuliza alitumia, unajua alitumiwa. Naweza wewe. Wanaongeaga waseme mali, pesa yangu wamepeleka, niwekelea Kuegelea, ni Mama. Tina, Tina, hukujua hata mimi sikujua, ukitumia ndugu yako pesa haukuniambia. Ulimnongeaga na mtoto wako lazima alikuambia. Hakuna huu mtu, lazima anajua, alikuambia na mkasherekea pesa yangu, mko hapa pamoja na yeye. Ulikuwa unatumia pesa, deno pesa. Ukunitumia pesa mimi, kuna mahali ulinipigia simu wakati ulikuwa huko juu. Sawa, sawa, na niambia eh? umetumia deno pesa. Naomba amka eh? taratibu kaa hapa chini sasa unataka kuniingiza kwa maneno yenu si ndio? si songa hapa, songa songa ni hmm. Songa, songa, najua nimekutengeneza vizuri. Sasa yuko sawa. Nataka sasa usungumze. Songa huko. Mama, unajua najitetea na uongo. So ujui kabisa pesa alikuwa anatumia. Mimi sikujua. Ndio wanajua fili walikuwa firi walikua, mtu anakuongeleshaga kila siku, mnaongeaga na mtoto wako kila siku, si mimi ulinitupaga na pesa ndo amuwena ah. Mtoto wako mjue mali kijana. Pesa zangu kijana. Nataka nipo sasa nikuulize nataka tuongea sasa vizuri. Hivi ndio unaongelesha ndugu yako mkubwa. Huyu ni ndugu yangu mkubwa mgani huyu? Sina nitakuambia mara ngapi nikutafuta inatafutwa. Sasa hiyo pesa ikatafutwa umrudishie basi. Nataka kusungumza na kijana, mnipatie muda nisongee. Sasa nitauza shamba langu. Nilipe hiyo pesa Kono, uze shamba uko na machama. Chukua malo uko hizo machama na masaku una, una, una iyo shamba. Sasa ndio alamonike, ndio daktari, ndio kujua kwamba mama anajikoroga, hmm, ndio, kujua kwamba anajua mali pesa ziko hmm. Mbona anaanza kusema atalipezo hela na anasema jumali zilienda. Jumali zile ziko, inamaanisha kwamba anajua mali zile ziko. Kijana, pesa ziko wapi? Pesa tulikula. Tulikula na nani? Pesa, nilikuwa nakuja naletea maadhe vitu mm. Tunaenda au, tuna maadhe pesa tulikula. So maadhe ajui... so maadhe ajui... kama hizo pesa zilikuwa alikuwa mnakula naye mpeleka au nimeletia kama wa. Vitu kutuelezea mama ah, juu... za... za... za... kwa hei... kwa fomu vizuri, vizuri. Ah. <laughs> <Taka na> mama anakaa <mutoko laughs> kama amelewa bwana. Yes. Amka. Amka, amka tueleze mali ya pesa zangu ulipeleka. Hmm? Wacha ku, wacha kuniangalia na no wacha kunishika. Hebu niambie, ongea. Pesa ulipeleka pesa? Pesa? Na wewe na madhe yako mniambie pesa yangu mlipeleka wapi? Pesa tulikula. Sio acha huko akiwa live bado. Ongea haraka haraka. Safe time. Hebu ongea. Wewe ndio nimesubiri. Ndio niweze kufanya mambo mengine. Pesa? Tulikula. Mimi nilikuwa napelekea madhi vitu, tunaenda hata Tuna... kumka, tukienda ushago na ile gari nilikuja, tukienda ushago. Usijaribu kuniambia hiyo ilikuwa pesa ya dada yako, usijaribu. Usijaribu. Shopping. Ni nini jaribuipeleka mpaka ushago shopping atu... Uliniambia kuna kibarua ulipatiwa, eh, ya saiba ukapata pesa hapo ukafanyia safari, daktari, kwa mpesa. Daktari pole, hey,

nilifikia umefanyia pesa kazi na mkono yako umefanya mkono, kazi na mkono yako, tunaelewana mama? Amka, naomba uamke. Kama mlinidanganya wote, chukua wa hmm, mzigo wako aenda na mtoto wako. Mtoto wako ujue kuanzia leo una shamba, kwa sababu hakuna mahali pengine naweza pata nini? Pesa nitauza hiyo shamba. Usiuze hiyo shamba, hizo ma, machama unakuwaga, chukua pesa huko, uko, uko na machama masako, yeah. Oh, niko uko. Sako nimeenda chama, nimeenda sichukua. Mama nani, chukua pesa kwa watu, niurudishe pesa yangu. Niko nayo kwa machama, niko na madeni kabisa aja daktari, tuache kabisa. Mena mimi waca wajue kabisa, daktari ni nani. Daktari akiamua kukufanyia kitu atakuadhibu. Daktari, asante kwa kazi yako. Lazima wajue mita, lazima wahangaike. There is no way unaweza udhuluma mtu asimaje, hata kama ni ndugu yako, dadako. Ukiwa popote pale uweze mdhuluma mtu utajua, ujui. Bye.